Panua hiyo miguu niangalie, <laughs> niangalie kama kuna mtu mwenye alikuwa mm. anakutomba. nw Akakuja akaangalia, akaangalia, akasema si unaona sasa kuingisha hivi, akasema si unaona sasa, si venye niliacha. Akanigonga akanigonga, sasa anakupanua miguu e, ananipanua miguu mpaka kuingisha aliingisha, mm. alafu akasema ni tofauti, si venye aliacha kuingiza tu mara moja maramoja, e, si venye aliacha na kuendelea? Hakuendelea tena mm. Kasema hiyo kitu, kuna mwanaungu kaniambia mi niko sawa sasa. So, kutaka hili juu alikuwa anatumia force. Nikamwambia mii yenyewe nimekupenda, nilikupenda mwanzo, lakini mi niko na virusi, ili afanye nini hata astuke, avae nini, niko positive. Kaona jamaa kastuka, kaniambia eh, hata kama niko na yangu sitaki kuchanganya, <laughs> kuchanganya <ingine. laughs> Adia, Eh haninia mtu nakutumiwa nyuma juu ye yeah. anasema huko an yani, ana bargain tuseme, kama mmeelewana, mmelewa, shoti ni 500 but sasa kama ni huko nyuma, anaweza kupewa 1500 pa shoti moja huko nyuma. Sasa uko bei ni kali, bei iko juu huko nyuma. Sasa wako ni wengi, mtu unapata umeelewana vizuri, akifika huko ana na sunana kutumia kutumia huko nyuma na kitu mimi. <laughs> Kitu hiyo hiyo saka mimi kitu naitanga aje? Inabeba kitu ni nini? Inabeba mafi eh, mm. Sasa ikafika time ikaanza tu kutoka peke yake.